Naam, mtazamaji wa Trend TV e bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na mjadala mzito ambao umekuwa ukitrend huko mtandaoni kumhusu Nicole bwana. E, amekuwa akichezesha uh, michezo ya upatu, na katika hiyo michezo ya upatu bwana inasemekana kwamba ame, ame, alikuwa anataka kukimbia na hela za watu, kwa sababu kulikuwa kuna watu walikuwa wamesha invest pesa zao katika huo mchezo wake wa upatu, alafu at the end of the day ni kwamba Ha, Nicole alikuwa anataka kuondoka kwenda Nigeria, wakati huku watu walikuwa wakilalamika kuhusiana na pesa zao hawajazipata na walikuwa wakimtafuta kwenye simu, walikuwa pia hawampati, so taarifa zikaja zikasambazwa kwamba jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata mwanamke aitwaye Joyce Mbaga almaarufu kama Nicole kwa tuhuma za kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu na kuchezesha biashara ya upatu ya kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo amesema kwamba Nicole amekamatwa mnamo Machi 3 mwaka 2025 yani mwaka huu, kwa tuhuma hizo, ambapo amefanya matukio hayo katika maeneo tofauti tofauti ndani na nje ya jiji la Dar es Salaam. Vilevile ni kwamba Jumanne Murilo amesikika akizungumza kwamba amekuwa akihamasisha akihamasisha baadhi ya watu kwa kuanzisha magrupu mbalimbali yenye majina hewa kwenye magrupu hayo kwamba wanachangia pesa, baada ya muda mfupi unapata kiwango kikubwa cha pesa, suala ambalo baadaye anakuja kutopatikana kwenye simu na kupotea na pesa ambazo watu wengi walikuwa tayari wameshazichangia. Kwa hiyo polisi Dar es Salaam walimkamata Nicole mnamo Machi Tatu. Sasa mpaka sasa hivi bado anashikiliwa na jeshi la polisi na mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli huku mitandaoni. Eh, kumekupo na watu wamekuwa wakimsema. Kwa mfano, Mange Kimambi aliingilia kati hii situation akasema kwamba bwana amezao kwamba bwana ya Nicole, video, Nicole Jo Jobery akipandishwa eh, akipandisha maruani polisi baada ya kushtukia baada ya kushtukia, kushtukia kwamba anarekodiwa na wambea wangu e, imepostiwa kwenye Mange Kimambia hapo. So Mange anasema kwamba kuna video ambayo inamuonyesha Nicole baada ya kukamatwa na polisi akajifanya anapandisha mashetani, jambo ambalo pia limekuwa kama kibonzo na watu wengi sana wamebaki hoi baada ya kusikia hizo habari kumuhusu the way anavyozungumzaga, the way anavyotangaza matangazo yake na mambo e mengine kama hayo, kitu ambacho kimefanya watu wengi sana wabecheka kupitiliza huko mitandao

ni kwamba mama mawigi bwana amemmok amemtania Nicole ameweka maziwa makubwa na makalio na the way anavyoongea anavyoongeaga, yule Nicole, mama mawigi amepita mule mule, kitu ambacho kimewafurahisha na kuwachekesha watu wengi sana. Akichana na hilo eh, wadau mbalimbali nao pia wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Kwa mfano, kuna bidada hapa anaitwa Rais wa Festia, yeye pia ametoa maoni yake kuhusiana na hili sakata la Nicole. Nataka umsikilize hapa. Nani katika kitu nimejifunza hapa Tanzania ukiwa unafanya mambo yako, fanya mambo yako. Yaani, fanya mambo yako kabisa usio kutegemea watu wananionaje, hao watu wananichukuliaje, hii jamii yako, hamna cha jamii yako. Siku utakapopata matatizo jamii itaendelea kufurahia na kufanya mambo yake kama kawaida. Siku utakapopata matatizo ni wewe na familia yako na marafiki zako mtajua wenyewe. Sisi, tatizo lako lenyewe tunaliona fursa. Yaani, ah, I love about Tanzania. Now I know, yani nitaishi maisha yangu bila kuangalia jamii itanifikiria yani, nini kwa sababu siku utakapopata matatizo. Jamii won't give a shit about it. Yani jamii, yani, nimeangalia kama matatizo manne ya matano ya watu, nikagundua hii jamii sio kuishi ukili gani. Ishi unavyoweza. Yani wewe kama unaweza kufa kufa. Kwa sababu the moment unakufa watu wanavaa na nazo club. Hii jamii ni mbaya. Siwezi. Nitafanya kitu kinanipendeza. So hicho amekizungumza rais wa Festia, lakini kuna jamaa mwingine hapa anaitwa Elidevi. Elidevi yeye pia amekuja kuzungumza la kwake kuhusiana na hii issue ya Nicole, akiwa anadai kwamba maana waliojitokeza ni wengi, mpaka kuna wanaume nao pia wamejitokeza eh, kituo cha polisi wakidai na wenyewe nao pia wametapeliwa na Nicole. Umeona eh? Sasa huyu Elidevi anasema kwamba hiki kitendo cha wanaume nao pia kucheza michezo ya upatu, kwa sababu imeisha zoeleka kwamba hivi ni vitu ambavyo wanadada ndo wanafanya. Sasa kama wanaume nao pia wanacheza upatu, acha tu kwa kweli watapeliwe, wakatafute kazi nyingine ya kufanya. Huyu ni Elidevi amezungumza hivyo kwa upande wake. Nataka pia naye pia hapo msikilize. Mimi nadhani ni kwa mnamuonea tu. Udada mnamuonea tu ungemwacha tu Ifike wakati ndugu zangu wa Tanzania, tuanze kuwajibika na maisha yetu. Mnacheza upato, uvivu tu wa kusave pesa, kwa sababu huwezi kuniambia kwamba kuna watu ambao kila siku wanatoa elfu hamsini hamsini. Hizo elfu hamsini hamsini, kwa nini msiwe mnazisevu? ziwekeni hata benki. Hamna nidhamu ya kusevu pesa, hamna disiplini ya kusevu pesa. Mnataka vitu vya haraka haraka. At the expense of others. Na hiyo ndio tatizo. Niko naangalia pale mpaka wanaume mmeenda polisi, wanaume mmeenda kumshtaki Nicole kawapiga. Si hasa wanaume mmeanza kucheza upato. <laughs> Hivi ilikuwa ni vitu vya wanawake. Uvikoba, upato. These are things for women. Sasa wanaume na nyinyi mmeanza kucheza upato. When did we get to this level? Na na kiume pesa, pambana, weka hela. Hela zako kufungua biashara yako. Nenda benki. Let women do the women things. Mpo polisi kule, mmoja anamsikia na milioni saba, <laughs> milioni amechukuliwa. <laughs> Ni wakati ndugu zangu wa Tanzania, vijana, akili mlikoziweka zirudisheni kichwani zirudisheni kichwani. Uwezi kaniambia unaingia kwenye group, umeingia kwenye group ambalo hiyo eh, namba ukipiga haipatikani, anapatikana WhatsApp tu, na bado anaendelea kutoa hela. Uwezi kaniambia wewe kila siku unatoa hela, lakini hujui nani ulionao. You have not evaluated nani ambao unacheza nao upate, hujawahi kukutana nao wengine. Akili zenu zitarudi tu moja baada ya nyingine, zitakusanyana tu zitarudi mpaka zitakapokaa vizuri, sawa. Na wanaume wameenda kujiunga kwenye magrupu ya upatu, mmeenda kuaf mambo mengi, mmefuata mambo yenu yamewakuta huku, akili zitawakaa sawa. Huu mwaka, yoyote ambaye hana akili, huu mwaka utapoteza pesa, utatumika ama utanyasika. Akili zitalazimika kurudi hapo. Huu mwaka bila akili utoboi. Nicole, you are very smart, big up. Watashika adabu. Ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdao, una maoni gani kuhusiana na hii situation? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.